Wale wote wanaopendana baina yao wao kwa wao, siku ya Kiyama patakuwa na uadui, ila waliopendana katika takwa duniani. Kuna watu walishikamana na kilichowashikamanisha ni takwa, takwa Allah, ikatengeneza urafiki baina yao. Urafiki huu utaendelea mpaka katika janna, na wallahi watatazamana ndani ya viti vya janna, wameelekeana, wanakumbushana katika mambo yao ya dunia na juhudi walioifanya kwa taufiki ya Allah na namna ambavyo Allah amewatekelezea kweli ahadi yake. Na wale wengine ambao penzi lao lilikuwa katika msingi wa kufru na maasi au zina ziliwaweka karibu na madanguro na, na vikao viovu katika mabaa, au wale ambao wamesukumana katika shari, hawa wao watakuwa na uadui, urafiki umemalizikia katika uadui na shari na balaa. Allahu azza wa baada hayo akasema kuwaambia waja wake, akatueleza nini atakisema siku ya kiyama: ya ibad, enyi waja wangu, watumwa wangu muliojenga muli urafiki katika msingi wa kheri, mkakaa katika vikao vya iman, mukatengeneza suhbatul ulama wal akhyar, ukaribu baina yenu na maulama wenu, ukaribu baina yenu na wale watarajiwa katika wachamungu wenu, nyinyi leo hamtokuwa na hofu ya ibad

Ala alaraik, watakuwa wako juu ya viti. Yandhurun, wanatazama hali ya kuwa ni mutakabilin, wameelekeana kwa furaha, wanakumbushana duniani, wanakumbushana namna walivyokuwa pamoja kwenye kheri. Hawa ndio almuttaqin, hawana hofu siku hiyo, wala hawana huzuni. Alladhina amanu biayatina wa kanu muslimin, hawa ni wale ambao wameamini aya zetu tulipoambia kwamba kuna sirat, kuna janna na jahannam, kuna albaathu walnashr, kufufuliwa, kuna alhayatu ljadida, uhai mpya wa milele, ili uwe ndio hukumu na natija na matokeo ya uhai mfupi wa dunia. Tulipowambia haya, waliamini aya zetu, waliziamini, waliamini aliyowatangulia kabla ya uwepo wao, namna dunia ilipoumbwa na Adam alipoanzishwa na chuki ya shetani na Iblisi dhidi ya Adam na kizazi chake, chuki endelevu na historia ya kutisha ambayo asiyokuwa makini nayo itamdhuru historia hiyo, kwa sababu hakuamini vizuri au hakufuatilia pana. Uadui wa adui asiyemuona amemwandama ili amdhuru. Kwa hiyo, waumini wa kweli waliamini aliyopita nyuma kabla ya kuzaliwa kwao na kuwepo kwao, wameelezewa na mola wao wakaamini, ya mbele walioambiwa kwamba kuna maisha mapya na watu watafufuliwa, amanu biayatina, na kwa sababu wameamini aya zetu, wakanu muslimin, na wakawa wamejisalimisha mbele ya Allah, wanafuata amri za Allah na wanawacha makatazo yake, wamejifunga kikamilifu juu ya alislamu, ali walistislam, wamejisalimisha mbele ya Allah, wanafuata amri, wanawacha makatazo. Maisha ma yao katika masaa yao ishirini na nne wanamwabudu mola wao, wamejisalimisha, wanalala vile ambavyo Allah amewataka walale wanakula vile ambavyo Allah ametaka wale. Ndoa zao wanazifanya katika utaratibu wa Uislamu. Wao muslimin, wamejisalimisha. Na wasiojisalimisha duniani, wataenda kujisalimisha ndani ya Jahannam. Na Allah anasema hawa waliokuwa duniani wanajeuri, wana vitimbi mbalimbali na mbinu, mbona leo wamejisalimisha? Ma lakum la tanasaru, mbona hamtiani nguvu leo mkoa mmoja dhidi ya mola wenu na adhabu mliyowekewa, mbona mmekuwa laini mbele ya malaika azzabania? Az mbona mnaongozwa kwenye jahannam kwa makundi? Mnakubali kwa sababu mmezidiwa nguvu. Bal humul yauma mustaslimun, bali wao leo wamejisalimisha. Lazima wajisalimishe kwa sababu wamezidiwa nguvu. Sasa Waislamu walijua kwamba kuna mwenye nguvu juu yetu aliyetuumba na atatuhukumu, atatufufua. Kwa hiyo kanu muslimin wakawa wamejisalimisha vizuri. Udkhulu ljannata antum wa azwajukum tuhbarun, ingeni janna leo nyinyi na wenzenu waliofanana na nyinyi katika imani na amali, hali ya kuwa humo mutafurahishwa kila aina ya furaha, tena ya kudumu. Hakuna siku mtu wa janna atahuzunika kwa sababu kafiliwa, hakuna siku mtu wa janna atahuzunika kwa sababu yamemsomba maradhi, hakuna la kuhuzunisha ni katika maisha milele ya milele yasiyokuwa na maradhi Kufa, au mtu kufiliwa na mkewe au lolote la kukera katika neno hivi ambalo limeudhi limejeruhi moyo wa j, mtu wa janna hayo hayatokuwepo. Ingieni ni nyinyi wa azwaji. Azwaji wameifasiri amthal, kumwenzenu walofanana na nyinyi, kama ni marafiki wa kiume, baba zenu, kaka zenu, au hata wake zenu. Ina maana ya kwamba ayatu za Zukhruf zimetaja neno al-akhila, waliojenga urafiki duniani watatofautiana waakhira, kwa sababu marafiki wema kwa waja wema wenzi wao watakuwa wamoja. Marafiki wabaya waliopendana baina yao na wabaya wenzi wao watatenganishwa nyoyo zao, na itakuwa ugomvi ndani ya Jahannam, na ni haki ugomvi huo, ugomvi ndani ya adhabu. Lakini watafanya nini? Ndo washafikishwa huko. Al-akhilla mbele pakatajwa azwaji Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, ingieni janna nyinyi na wale walofanana na nyinyi mliokaa nao marafiki wenzi wenu, mkashirikiana katika vikao vya darsi, vikao vya ilmu, vikao vya iman, vikao vya da'wa, vya kukumbushana akhira. Azwajukum tuhbarun, ina maana kwamba Zukhruf inatueleza kwamba alkhullatu waalzaujiya, urafiki na mapenzi na watu kuwa zimeoana tabia zao, hawa wataenda kukaa pamoja wajawema kwa wema wenzi wao na wabaya kwa wabaya wenzi wao. Hata katika kufufuliwa wanadamu watakapowekwa mbele Allah ya Allah azza wajal, watatenganishwa wabaya, wamtazu lyauma ayuha almujrimun, leo wabaya jitengeni, kaeni upande mmoja. Oh, tayari hiyo ni ishara mbaya ya kutisha. Wabaya wanawekwa upande kwa sababu hawana haki na hawana thamani ya kuchanganyika na wajawema na wabaya wao kwa wao wataungua wakiwa pamoja. Nyinyi waja wema, leo hamna hofu wala huzuni, ingieni janna na wale wenzi wenu waliofanana na nyinyi. Tuhbarun, muwe katika hali ya kufurahishwa. Yutafu alaihim bisihab, watazungushiwa mle sahani min dhahab, za dhahabu Wallahi, wafalme wa janna wataletewa vyakula kwa sahani za dhahabu. Namna hiyo Allah ametueleza. Ikiwa sahani ni za dhahabu, duniani haifai kuitumia sahani kama hiyo katika chakula na karamu, na ikitumika itakuwa dhanbun wa ghuluu, ni dhambi na kuvuka mpaka. Lakini maisha ya janna hayo, ndio yatayopewa, ndiyo sahani za dhahabu. Wa akwab, na wataletewa vyombo visivyokuwa na vishikio kama vile gilasi.

Wa antum fiha khalidun, na nyinyi umo mtakaa milele. Kila mnacho tamani mtapewa, na kila siku starehe zitaongezwa, na umo hamtoki tena, mtaishi milele katika ujana wa milele, na starehe kila siku zinaongezwa. wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-ayun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannatu allati urithtumuha na hiyo ndio janna ambayo mmerithishwa, bima kuntum taamaluna, kwa sababu ya matendo mliyoyatenda la duniani. Lakum fiha fakiha, humo mtapata matunda mbalimbali mbali, kathira mengi. Matunda ya janna ni mengi zaidi kuliko ya dunia nzima, tena wingi wa hali ya juu usiofananishwa hata kidogo na matunda ya duniani na ladha zake ni nzuri zaidi. Minha taakulun, katika hayo matunda mtakuwa mnakula hao ni watu wamekaa pamoja wa. hao ndio maana Allah akalizungumzia jambo la azawjiyatu wal, walistihab walhulla mapenzi yalipatikana. Kuna mapenzi bandia ya, ya shari ya uovu, wanachukuana watu katika maovu na vikao viovu na pumbao na mchezo na kupoteza wakati na uhai, na kuna urafiki wa kweli wa kheri wa kusukumana katika janna na kushirikiana katika vikao vya imani, haya ndiyo maishio

Ibadallah, kama ilivyokuwa ada ya Quran, Alqurani ni almathani, na Quran inatuambia hali mbili za waliofanikiwa watakuwaje na waliohasirika watakuwaje katika shida zao, na hiyo ni neema kubwa katika dunia. Albisharatu wanidhara, bishara juu ya mazuri ya waja wema, zinatajwa starehe zao, na nidhara, maonyo juu ya waja waovu, zinatajwa adhabu zao. Na ndio kazi ya mitume, rusulan mubashirina wa mundhirin na ndio kazi za ulamaa na warithi wa mitume alindharu waltabshir. Basi Allah, baada kuwa ya kuwataja hao aya zilizofuata akasema, innal mujrimin fi adhabi jahannama khalidun, hakika wale wabaya watakuwa katika moto wanaungua na humo watakaa milele, makelele wanapiga, moto wenyewe unanguruma, una kwa sauti ya kutisha. La yufattaru anhum, hawatopunguziwa adhabu hiyo, hakuna punguzo la adhabu. Wa hum fihi mublisun na wao humo watakuwa wamekata tamaa. Na neno mublisun limetokana na neno iblis. iblis kaitwa iblis kwa sababu kanata min rahmatillah, kashakata tamaa na rehema za Allah, na adhabu yake kalikuwazidi wote. Basi na hawa watu wa jahannam, neno lilokuja katika aya hii ya sabini na tano ya Zuhruf, wahum fihi mublisun, wamekata tamaa abalisa wa wamekuwa wao abalisa ambao ni uwingi wa neno iblis kama ilivyokuwa Ibilisi waliyemtii wote wanaungua pamoja. wama dhalamnahum, wala hatujawadhulumu wadhulumu sisi, walakin kanu humudhalimin, lakini wao ndo walozidhulumu nafsi zao. si wamewatafuta marafiki wabaya, wakasikiriza mabaya, wakaona mabaya, wakashiriki kwenye uovu. wanadau ya Malik na watasema, wamwite Malik ambaye ni msimamizi wa Jahannam, malaika huyo pana zabani ya umo kumi na tisa wanaosimamia watu wa Jahannam, wana nguvu, wanatisha, ghiladhun shidad, na mkubwa wao ni Malik. Watasema ya Malik, liqdi alaina rabbuk, mola wako watumalize tena tufe, bora tufe, hii adhabu hatuiwezi tena. Qala innakum makithun, atasema nyinyi humo mtakaa milele, hakuna kufa umo. Laqad jinakum bilhaq wayaqini tulikuleteni haqi. walakinna aktharakum lilhaqi karihun, lakini wengi wenu haqi mlikuwa mnaichukia. Salaha muitaki waovu, mlitafuta wabaya, mkawa kumbatia. Sasa leo ndio hayo maisho yenu. am abramu amran, fa inna mubrimun. Lakini wao wanafanya vitimbi, wakiambiwa haya ndio kwanza wanatengeneza vitimbi, wanafanya kaid. Basi na sisi tunafanya vyetu vikubwa zaidi tunapindua vitimbi vyao. Kama wao wanafanya shari, sisi tunaipindua shari yao, na adhabu yetu ni kali zaidi. Sisi nubrimu aladhab wa nuhkimu aluquba, tunaitengeneza vizuri adhabu, na duniani tumewatayarishia kichapo na adhabu hadi juu. am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, au wanadhania kwamba sisi hatusikii siri zao na minong'ono yao. bala wa rusuluna ladayhim yaktubun tunasikia vizuri minong'ono yao juu ya uovu na maasi na mijumbe yetu iko nao, wanaandika. Lakini kwa sababu hawaoni na wamekosa sifatu lihsan, ya kupata hisia kwamba Allah anatuona na malaika wako na sisi katika kila sekunde, kwa kukosa hilo ndio wanaendelea na mabaya yao. Na hata muislamu leo ikidhoofika sifatu lihsani fi qalbi, ikadhoofika ika ile nguvu ya iman ya kuona kila wakati iko na mimi malaika anaandika hapo, ikidhoofika imani hiyo ndio hutamka alitakalo, akawakodolea macho wasiyofaa kukodolewa, akatamka yasiyofaa kwa ulimi wake, akasikiliza yasiyofaa kwa sikio lake, akaingia katika dimbu ila muharramat, kwa sababu ili neno bala wa rusuluna ladayhim yaktubun hili limekuwa halikupata imani yake ipasavyo katika moyo wake.